Bwana uh, mambo vipi, mtazamaji na mfuatiliaji wa <coughs> youtube channel yako pendo kabisa ya Divine Forex uh, nikukumbushe ku subscribe kuliki pia na ku turn on notification ili uwe wa kwanza kabisa kujionea video yote ile ambayo tutaiposti tuta, tuta kwenye hii youtube channel uh, siku ya leo se na maumivu makubwa sana na maumivu makubwa sana kiasi kwamba nimeshindwa kuendelea na mitikasi mingine, yani mpaka nikasema haiwezekani, ni lazima ni lazima nishie hichi kitu mibi, labda ndo nitapata, nitapata relifu, kwa sababu maumivu niliyoyapata ni makali sana. Unajua, kuna makosa ambayo unakuwa unafanya bila kujua, alafu kuna makosa ambayo unakuwa unayafanya kwa makusudi. Naona sasa mimi uh, leo nimefanya makosa ya makusudi. Yani unafanya kitu unajua kabisa hiki ni kosa, lakini uh, unasema bwana aliona alio, yani unakuwa careless, sijui naweza kusema reckless, vyovyote vile, sijui lugha ipi ni nzuri, kiasi kwamba ni vitu ambavyo vimeniletea maumivu makubwa sana, maumivu makubwa, yani pain ambayo nimeipata leo I say ni funzo tosha, kwa sababu ni maumivu ambayo yameambatana na actually ni kupoteza pesa. Unaona, nimepoteza pesa, nimepata drawdown kubwa sana, losi kubwa mno. Kwa sababu hii wiki binafsi kwangu mimi ilianza vizuri kuanzia Monday, Tuesday, Wednesday mpaka uh, mpaka Thursday naona I mean, um, I mean mpaka, mpaka, mpaka, mpaka Wednesday, Wednesday mida fulani hivi ya jioni jioni jioni ikawa iko vizuri. Sasa mambo yakaanza kuharibika kuanzia Thursday, ndio mambo yameharibika yamekuwa ya ni mambo ya moto, kwa hiyo nikajikuta nimeshindwa kuendelea, na wakati nyingine kila mda najikuta nina ile hasira unaona, na maumivu unaona, losi inauma uh, hasa pale unapopata losi ambayo ukuipanga yani, iko nje ya uwezo wako, yani umepoteza kile kitu ambacho uh, haukupanga ukipoteza, yani, kipo nje ya plan yako, ndio kitu kilicho kichonitokea mimi. Actually nimepata drawdown kubwa, kwa sababu nimejikuta 50% ya profit ambayo nimeitengeneza kuanzia Jumatatu mpaka leo nimerudisha sokoni. You can imagine profit yote ambayo yani, nimetengeneza kuanzia Jumatatu mpaka mpaka leo 50% nimerudisha huko huko sokoni, kwa hiyo ni maumivu makali sana. Mistake zangu zote ambazo nimezifanya kwa sababu mimi na kawaida ya, ya kujunwa kuandika kila kitu ambacho nakuwa nimekifanya, mistake zote ambazo nakuwa nime, nimezifanya. Kwa hiyo, mistake ya kwanza ambayo nilikuwa nimeifanya na ndo ambayo imenirudisha nyuma actually, na imenifanya niumie kwa sababu you can imagine, uh, pesa kuipata kwenye soko ni ngumu sana yani, kuipata pesa huko sokoni yani kazi ngumu sana, sio kazi rahisi. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaniuma, zile efforts zote ambazo nimezitumia kutafuta setup, kusubiria setup, alafu mwisho wa siku nakuja kupoteza pesa kizembe, inaumiza sana. Kwa hiyo tabia ya kwanza ambayo imenirudisha nyuma ikapelekea kupoteza 50% ya profit yote ambayo nimeitengeneza the whole week ni over trading, na hii imetokea baada kwa sababu this week nimekuwa kwenye winning streak, unaona, yani nimekuwa na win, yani ni London na win, New York na win, London na win, New York na win, kwa hiyo nilikuwa na win back to back, back to back, back to back. Kwa hiyo nikajikuta ile hali ya winning streak imenitengenezea kitu naita uh, overconfidence. Nikawa na confidence kupitiliza. Kwa sasa ile overconfidence ikanipelekea kufanya overtrading, kwa hiyo nikajikuta nashindilia position za kutosha, yana nashindilia lot size za ku, za kutosha, unaona. Kwa hiyo nikawa naweka trades nyingi, unaona, yani nimepata entry nzuri, nimeingia pazuri, lakini trades zinatembea katikati, yana ndandia katikati ya trade na chapa entry nyingi kwahiyo nikajikuta nikaa na tamaa ya kutaka kutengeneza faida kubwa, unaona, ndani ya muda mfupi, unaona. Alafu pia na pressure, pressure tu baadhi, pressure, pressure za maisha tu ya kawaida, kwa hiyo kanipelekea kutia loti, loti nzito sana. Kwahiyo mwisho wa siku nikajikuta nimeharibu kila kitu, risk reward ratio yote imeharibika, unaona nikajikuta yani, yani mtaji wangu nimeexpose no, na yani, nimeexpose mtaji wangu yani nimejikuta nimeingia na riski kubwa. Kwa hiyo exposure ya capital kwenye market ikawa ni kubwa kwao, market ilivyogeuka no, no, na siku break even, naona siku close partial ilivogeuka mzee, imekuja imenitandika. Kitu kingine ambacho kimeninaniliu kimenipelekea au kosa jingine ambayo limenirudisha nyuma this week ambayo nasema ndio mistake ambayo imeambatana na overconfidence ni kutoweka take profit break even, alafu pia kutokufunga partial profit. Hii inakumbuka, trade ilikuwa ina run, imefika mpaka ile sehemu ambayo nilikuwa natakiwa ku exit no, na trade yani ku close yani sehemu ya take profit, lakini sikufunga. Na at the moment nilikua sija close hata yani partial, unaona pia nilikuwa sija break even hiyo, hiyo trade. Trade imeenda upande wangu licha ya kuingia na lot size kubwa na kunaniliu na kujilipua nasema, trade imeenda upande wangu lakini sikufunga sehemu ambayo nilitakiwa nifanyeje, nifunge kulingana na technicals zinavyoniambia na siku break even. Wakati trading plan yangu inaniambia trade inapokuwa imetembea 1:1 natakiwa ratio kufanya je, ku break even na close full, full trade. kwa naosasa mimi nataka lot size zangu ambazo nimetoka nazo kule chini zote zihit nini? Zihit tp. Sasa imefika sehemu ya tp, sijafanya je, sija, sijafunga, sija kwao. Mwisho wa siku ile trade ikareverse, baada ya kureverse ikaenda kusababisha Uh, na sikuweka stop loss, kwa hiyo nikajikuta na cut loss manually. Unajua MT5 ile unabonyeza ile bulk operation una close ile yani, una close ile negative ambayo ina display pale juu, ni sawa sana ile total profit ambayo ilikuwa ina display pale juu, unaona, yani you can imagine, siwezi kutaja in numbers but you can understand ni 50% ya profit ambayo nime, nime, nime generate the the, the, yani the, almost zaidi ya 50% ya wiki nzima kitu kingine sasa, dalili ya leo ilikuwa ni mbaya kwa sababu asubuhi nikajikuta nimepoteza kidogo, unaona no. almost kama 3% unaona no. kwa hiyo unajua ile overtrading trading afu napoteza kidogo yani nikaani ah, mimi sitaki kupoteza yani, sikukubali kile kitu kwamba trade imenikataa, unaona kwa hiyo no, no. Kilichopelekea tena nikajikuta nimefanya revenge trading unaona no. kwa hiyo nimepoteza afu nikaja nikafanya revenge trading, yani kuingia kwa hasira. kwa nini kwa nini iti stop loss? Kwa nini nitolee? Kwa nini nipate loss? Kwa hiyo revenge trading ndio ikaniponza sasa, nikatia over trading, kutokuweka stop loss, break even, unajua ile kwamba trade kijivuta kidogo, inasogea against na wewe, unaongeza lot size, unaongeza lot size. Kwa hiyo ile ni kama ku revenge kwamba ile market kilipuka, uende ukafidie ile loss ambayo ilitokea, afu pia utengeneze faida kubwa zaidi, unaona. Kwa hiyo ndio mistake pia ambao nimefanya, nime revenge trading, unaona kuingia ni, uh, kwa hasira baada uh, ya kufanya je ya kupata loss. Unaona, kitu kingine ni very common mistake ambayo ni kutokufuata risk management. Nime trade na losses kubwa kwa sababu nilikuwa nime risk more than uh, 10% ya account balance. Unaona, you can just imagine una risk more than 10% ya account balance. Unategemea ni kwa hiyo, it means kwamba yani nilikuwa nataka nipate ndani ya siku moja zaidi ya 30 40%, ya balance yangu ya account. Kwa mwisho wa siku, nikapelekea kupoteza zaidi ya 50% ya profit ambayo nime generate wiki nzima, unaona. Kwa hiyo yani, nimejikuta nimekuwa mzembe, yani imeniuma, nimeumia, roho imeniuma, nikasema I say hiki kitu, ili kiweze kuniachia I have to share na watu wengine, ili pia kupitia makosa ambayo nimeyafanya mimi, wao wasijakayafanya sababu ni makosa ambayo yanaumiza. Naamini kuna hii situation, sio mimi tu peke yangu ambaye au mistake kama hizi nakuta zinatokea. Kuna some people ni traders wazuri kabisa, but makosa kama haya, haya, haya, haya madogo madogo yanampelekea, anakuwa katika critical condition na mwisho wa siku anapelekea ku blow account, na bahati sija blow account, but, I feel yani ile pain ile pain yani ile pain pain nimeniuma kweli. Kwa hiyo inanifanya kwamba itabidi nitulie kwanza ni sitrade the next day ambao ni kesho; nisitrade kabisa, inabidi nitulie kwanza ni relax, niangalie utaratibu mwingine huko. No, unaona, naamini baada ya hii hapa video, baada ya kushare hivi, yani, baada ya kuazungumza haya, actually nimejikuta nimekuwa na peace moyoni mwangu na baada ya kuandika makosa yangu ambayo nimeyafanya sokoni, pia nimejikuta nimekuwa nimekuwa na peace no, Unaona, kwa hiyo yeah, ni hayo guys, tujitahidi sana, hizi mistakes zinaumiza, zinaumiza, unajikuta unapotea kwenye reli. Hakikisha una subscribe una like, pia na una comment.